So Yesu so, leo nimesema tutaangalia kuhusu Mungu Baba. Mungu tunajua ni mmoja akiwa anafanya kazi katika nafsi tatu, na leo tumesema tutaangalia Mungu Baba, na Mungu Baba hatuwezi muelewa kama vile yeye anatuelewa ama kama vile ambapo sisi wenyewe tunajielewa. Ni ngumu, lakini yeye anatuelewa kwa sababu sisi ni watoto wake, na tukiangalia kuhusu Mungu Baba tunaweza jiuliza, je, Mungu Baba ni kwa sababu alioa ama alikuwa alikuwa na watoto ama alikuaje kwaje? Lakini ni Mungu Baba, ni Mungu Baba ni lugha ambayo alitumia ili kwamba ni, ni lugha ya udugu ambayo aliitumia ili ya kwamba tukaweze kumwelewa zaidi. Juu ange angetumia maneno ama hayo majina ambayo walikuwa walik wakiongea mbinguni, basi hatungemwelewa, lakini akaamua atumie ile lugha ambayo pia sisi tutamwelewa kwa kwa urahisi na kwa kwa sababu alitumia lugha ya ya udugu ama lugha ya upendo. Kuona jina yake ama huko huko kwao alikuwa akiitwa kama neno kama Theos tena ama Theos, lakini kwa sababu ya ile ile lugha ya ya udugu ika- ikaenda paka ikafikia kwa God God ikaenda mpaka kwa Mungu, ilipofika kwa Mungu ikaenda mpaka Aa, kama sisi tunaita Mungu, kuna wale wanaita Mungu, kuna wale wanaita Ngai, kuna wale wanaita hayo majina yote, so alitumia tu lugha ya udugu kama tukaweze kumwelewa vizuri. So tukitoka hapo aa, Mungu ni baba wa wote wenye mwili na hakuwa na mtoto ama hakuwa na mke kimwili, lakini ni baba katika kiroho. So tukitoka hapo tunataka tukaangalie basi hizi basi hizi sifa, hizi sifa za Mungu Baba Mungu Baba, Mungu Baba ikiwa ni nafsi ya tatu Mungu, Mungu Baba ikiwa ni nafsi ya kwanza katika zile nafsi tatu. Mungu Baba ikiwa ni nafsi ya kwanza katika zile nafsi tatu na, na tukiangalia sifa za Mungu Baba Mungu Baba Mungu Baba habadiliki. Mungu Baba ni mwenye uweza wote. Mungu Baba anajua yote. Mungu Baba ana hekima yote Mungu Baba ana upendo wote, wote. Mungu Baba ana haki yote. Mungu Baba ni, ni mtakatifu kamili. Mungu Baba ni mtawala mtukufu na Mungu Baba ni mwenye ulimwengu wote. So tukiangalia mfano hapa ili kama tukaweze kuele, kuelewa zaidi, nataka tukasome kitabu cha Mwanzo 1:26 Mwanzo 1:26 inasema na, Mungu akasema natumfanye na mtu kwa mfano wetu wa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na, na ndege wa angani na, na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. So hapa Mungu ama, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, mtu mmoja walikuwa ni wengi. So kulikuwa kuna, kuna, kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana hapa hapa, kuna Mwana na hapa kuna Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. So Mungu ni mmoja, lakini yuko katika nafsi tatu: Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. So tukizungumzia Mungu ni Mungu Baba ni Mungu, Mungu pia ni Mungu Mwana, halafu Mungu Baba, Mungu pia ni Mungu Roho Mtakatifu. Lakini Mungu Baba si Roho Mtakatifu, si Roho Mtakatifu, na Mungu Mwana si si Roho si Roho Mtakatifu, na Mungu Baba si Mungu Mwana, si Mungu Mwana. So Mungu ni Mungu Baba, Mungu ni Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Lakini roho, Roho Mtakatifu si Mungu Baba, na Mungu Baba si Mungu Mwana, na Mungu Mwana si Mungu Roho Mtakatifu. Akasema so, na tumfanye mtu, mtu natumfanye mtu. So ni, ni hao wote wakale, wakajuenyika wakamfanya mtu, mtu. So tukizungumzia kuhusu Mungu Baba na nataka na, tukasome kitabu Yohana ja, 17 Yohana 17 mstari wa tano inasema, na sasa Baba, na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu walikuwa wako, ukanipa mimi na neno lako wamelishika. So na nataka tusome pole pole, hiyo hiyo kwa pole, so tusome, so, pole pole. Na sasa Baba, na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe, unitukuze mimi pamoja nawe. so hapa Mungu anawaambia Mungu Baba kwamba amtukuze yeye, amtukuze yeye kama vile ambavyo walikuwa wote wapi mbinguni kabla ya kuwepo kwa ulimwengu. So, nguvu so, zenye ziko na ziko na Mungu Baba, nguvu zenye ziko na Mungu Baba ndio zenye ziko na Mungu Roho, na ndio zenye ziko na ziko na Mungu Mwana. sei huyu ni mkubwa, huyu ni mdogo, huyu ni mdogo zaidi lakini na na iko iko na Mungu Baba, hiyo ndio nguvu yenye iko na Mungu Mtakatifu, na hiyo hiyo nguvu ndio iko na Mungu Mwana. Amen, amen, yes. So hapo, kwa sababu tunasema kwamba ah, hapo mwanzo Mungu aka Mungu akaumba mbingu na nchi, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Basi tukitoka hapo tunataka tukaangalia kitabu chengine hapo Isaya 469. Say 469. Aisaya 469, nayo nasema, kumbukeni mambo ya zamani za kale maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine, mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. So, mimi ni Mungu na hakuna aliye kama mimi Mungu Baba. Tena tuangalie Waefeso 4:6. Waefeso 4:6. Waefeso 4:6. Waefeso 4:6. Waefeso ine sita naye inasema, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote Amen. Na katika yote na ndani ya yote na ndani ya yote so, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote aliye juu ya yote ndani ya yote na katika yote. So tukiangalia tukianga Mungu Baba, nimesema Mungu Baba. Baba ni jina ambalo lilitumika ili yakama tukaweze kumwelewa kwa urahisi, ama ni lugha ya ugubu ambayo iliweza kutumika ili yakaa tukaweze kumwelewa za hivi kumuelewa, kumwelewa zaidi. So hapa kama Mungu ni mmoja naye ni Baba wa wote. So sisi sote tuko naye baba mmoja ambaye ni Bwana. Huyu ndiye baba wetu sisi sote na zile ziko katika hii dunia na zile ziko ndani ya hii dunia, yani kila kitu ambacho tukona, tuko tuko- tuko nacho hapa ni kiko juu yake. Ndio maana hapa tukasema kwamba sifa tukaangalia ya kwamba hapa ni aa, ni mwenye uwezo wote na ajua yote mwenye hekima yote. So Mungu Baba ndio ndio habadiliki, mwenye upendo wote, mwenye haki yote, mtakatifu kamili. Hizi zote sote ni za Mungu Baba, ni za Mungu Baba, na nimesema nguvu zote ziko na Mungu Baba, ndio zina ziko na ziko na roho na ndio zina ziko na Mungu Mwana. Sasa tukifika so, hapo nataka tukasome kitabu chengine hapa Kumbukumbu la Torati 4:35 Kumbukumbu la Torati uh, kumbu kumbu sura ni ya 4 aya ni ya thelathini na tatu 4:33 4:35 inayo inasema wewe umeonyeshwa haya ili upate kujua ya kuwa Bwana ndiye Mungu, hapana mwingine ila yeye. Bwana ndiye Mungu na hapana mwingine. Na nimesema Baba si kwa ajili ya kuonyesha cheo kikubwa, ama kwamba hiyo ndio ndo nafsi ya kwanza ni kubwa zaidi, lakini Baba ilitumika ya kwamba kama vile nyuma tunajua tuko na baba, tena akatumia mwana. Ni majina ambayo aa, ni rahisi kueleweka. ni rahisi kueleweka mama, maanake ni rahisi, mtu akuje akwambie Jesus Jesus na, na, na mtu akuje akwambie Lesas ni nini, ema ni rahisi mtu akwambie kama Uh, God the Father akwambie tu God na mtu mwingine akuja akwambie Theos ama Theos ni mtu anongea nini? Haeleweki, haeleweki, so alitumia Mungu Baba ili tutaweze kumuelewa kwa urahisi. Mungu Baba, Mungu Baba kwa urahisi kabisa. Uh, basi nikitoka hapo naona sina zaidi sana sina saidi sana ila kwamba kwa sababu ya mbaba, basi sote tuko na baba ah, tuko na baba ambaye tunaweza tuna, tuna mwita baba kwa sababu anamiliki kila kitu ambacho kiko chini ya dunia, yuko na uwezo wote Mari, mani, tunataji, basi, mbaba, manake, mbaba yuko na mali zote, yuko na kila kitu ambacho tunakihitaji. Basi huyu Mungu Baba yuko nacho, manake Mungu Baba yuko juu ya yote. Basi a, sitakuwa na mingi sana zaidi ya haya. Haya hayo yote ni tuweke tumaini letu kwa Baba, tukaweke tumaini letu kwa Baba maana hizo vitu zote ambazo tumeziangalia ni kama Mungu Baba ndiyo mline so tukiweka uh, matumaini yetu kwa Mungu Baba basi uh, hatuta, hatuta, hatuta, hatuta daufika, tutakuwa tume- tutakuwa tumemtumbilia yule ambaye yuko na yuko na wezo wote, ama tutakuwa tunaweka tuna tuma yetu kwa Mungu ambaye tunajua anaweza. So tukaweka tuka imani zetu kwa Mungu Baba na ataweza kutusaidia tukakubali tuka Mungu Baba kuwa tegemeo la maisha yetu, kuwa kimbilio la maisha yetu na kuwa mtetezi katika maisha yetu, yaani maisha yetu, tukamkubali Mungu Baba aweze kuchukua nafasi katika maisha yetu. Amen, basi ni hayo na Mungu awabariki. Amen. Amen, amen.